Wadukhulu waqtin, na kuingia kwa wakati. Ala man, juu ya yule ambaye, hadathuhu daimun, hadathi yake ni yenye kudumu yenye kuendelea. Na kuingia kwa wakati juu ya yule ambaye hadathi yake ni yenye kudumu, kwa maana hakatiki na hadathi muda wote, hakatikiwi na hadathi muda wote, namtoka hadathi muda wote, haja ndogo inamtoka kwa hiyo je, unapoingia wakati wa swala atawadhi, lakini ikiingia wakati wa swala nyingine atawadhi tena. Hivyo hivyo kila kitu ni cha swala kwa sababu hadathi inamtoka. Kwa sababu mtu anaweza kutawadha, haja inamtoka akiwa na matatizo. Sasa huyu huwezi kumwambia wa nkitoa mujibin. Inkitoa mujibin vipi na ea, na yeye anatoka na haja wakati wote? Kwa hiyo ataingia kwenye sharti hili. Kwa sababu hawezi kukatikana na kile chenye kuwajibisha kutawadha. Tunaelewana? Na kwa hiyo kinachotakiwa atatawadha kila wakati wa swala unapoingia. Hawezi kuswali kabla, hawezi kutawadha kabla ya kuingia wakati. Wadukhulu wakati na kuingia kwa wakati, alama juu <coughs> ya yule ambaye hadathu hu daimun, hadathi yake ni kudumu. Lifardhihi, kwa ajili ya swala yake ya faradhi. Kwa hiyo kuingia kwa wakati kwenye unakusudiwa kwa swala za faradhi. Kila ukifika wakati wa swala ya faradhi atatawadha, kila ukifika wakati wa swala ya faradhi Atatawadha. Na watu siku hizi kuna nguo mtu anaweza kuvaa akajifunga, haja hata ikimtoka ikawa inamtoka na yeye anaendelea na kuswali. Na watu wengine wana matatizo hayo, wengine watu wazima wanafungwa, na mtu anaweza kutawadha kama haja hiyo inamtoka, kwa sababu ana matatizo, yeye amesameheka, sababu la yukallifu Allahu nafsan illa usaha Wallahu aalam. Kwa hiyo itakuwa tumemaliza masharti ya udhu. Tuishie hapo au tuendelee na furudhi ludhu au tukome hapo hapo na tuishie hapo? Watu watafute vitabu na wale wanaoandika waandike kwa uzuri, musipuuzie aya babu tunayosoma, mkoona ni mambo sahali. Hapana, watu wengi yanawashinda. Wala musichukulie kama ni mambo mepesi, wala usione mtu kama akukaa darasani we ukamwige. Hapana, masala ya kusoma hayako hivyo. Na katika boarding kuna namna ya usomaji, kama hukujua hilo na ukupitia huwezi kufahamu. Watu wengi nyinyi wadogo, nikiwaangalia mliokuwa mbele yangu wengi, lakini wapo watu wazima, wadogo kwa umri, lakini wadogo pia katika mambo ya kusoma utakutana na watu wengi katika mabodi ngumu, unaweza kupatana na watu kuswali ni tabu, huwezi kumuiga. Kuna watu kusoma ni tabu, kuna watu na mambo yao wengine walikotoka, sababu kila watu wana nia wamekuja nazo kila mmoja. Kuna mwingine anaona kae mwaka mmoja tu, ana safari zake, labda atakwenda Ulaya, anasubiri pasipoti yake, visa, sio kitu gani, ndio ameona egeshi. Kuna mwingine analikizo yakitoka majibu hayupo. Sasa wewe unataka kuishi na watu kama hao? Kwa maana kila mmoja ana utaratibu ule. Wewe ukiamua kwamba umekuja kukaa kusoma, basi fuata utaratibu. Haya maneno utakuja kuyaona huko mbele, lakini watu wengi ukiangalia, wana miaka mitano wana miaka sita kwenye kusoma. Inawezekana mambo mengi mtu hujajua, na unaweza kuona hiki sina haja nacho kwa sasa hivi. Sasa watu wasome hivyo Labda utaka kitabu kikubwa kifunguliwa na, na mara nyingine inawezekana shekhe akasomesha hapa, wewe usimuelewe pia. Asa pia mtu aweza kutoka akaona akirudi nyumbani, ngoja nichukue jau harini nisomeshe. Umeielewa wewe mwenyewe hmm? eh? Eh, alafu unajua huyu Abubakar bin Abi Shayba yanahusu nini aa, watu wa kwenu na Abubakar bin Abi Shayba wanatakia nini mambo hayo? lakini yote kwa sababu ya kukosa utaratibu, kwa sababu ya kukosa utaratibu. Na haya ninazungumza kwa sababu ni waki ya watu wanafanya hivyo, kwamba mtu ukirudi nyumbani kutaka kujua watu kwamba umetoka pongwe, kuna namna, kuna kitabu fulani usomeshe, na fuata utaratibu. Kuna watu namna ya kuishi nao, kuwajua watu wanachohitajia kwa wakati ule lakini haya ambayo mnaona tunasomeshana haya kwa watu, sehemu kubwa ya miji yetu ukienda, haya ni mambo watu wanataka kuyajua, kuyajua. Sehemu nyingi ukitembea, ukienda, utakuta ni mambo ambayo watu wanahitajia kuyajua mambo haya, na watu wengi pia, huenda hilo hamjalifanyia kazi, hata labda miji mnaotoka watu hamjawahi kuwasomesha watu, iachilia mbali kutembea miji mingine lakini haya mambo wanahitajia watu, watu wengi wanahitajia haya mambo, mnaona tunayazungumza. Kwa hiyo kuyaandika mtu kitabu unacho au una ukaona uandike kama masharti ya udhu ni kumi, si kila hao jamaa zako nyumbani kwako, kwa, unawezekana kwa, kwa, hamna hata mmoja najua masharti ya udhu kumi, umejua wewe mtoto wao. Sasa unaonaje ukayajua haya ukarudi ukawafahamisha, alafu ukawa wewe darasani hapa ukakaa, hukuzingatia ulivorudi kule nyumbani, ukaulizwa. Sasa kama mimi pale sikutawadha kwa sababu sikuwa na maji Hakewa, mtu na na mtu, lakini nasikia bwana mtu, uko sawa, hata mawe unaweza kutumia, niambio, unatumiaje? Ukajifanya ujanja, ujanja utafuta namba za simu pale, eh, hapa sasa hivi nina haraka, kumbe utakompigia rafiki yako. Sasa ungekaa darasani kule, ukajua mambo hayo ukajua kwamba kumbe mtu kuna kutumia mawe. Mazingira mengi unaweza kutembea ukakosa maji, utakujisaidia haja ndogo, kumbe mawe unaweza kutumia. Tumeelewana ukatafuta vijibani labda like mti ukaona, ah, ngoja hiki niweze kusaidia nikajipangusa hiki. Ukajua mambo kama hayo, ukajua haifai kupangusia mfupa, ukajua haifai kupangusia kinyesi, kinyesi cha wanyama wasoliwa, kwa sababu ni, ni, ni haramu na wanyama wanaoliwa ni chakula cha majini huko, sio? Kwa hiyo huwezi kupangusa. Lakini ikawa darasa kama hii, unaona, umekaa ukasoma, na pia katika usomaji wa boarding kama hapa watu wanavyosoma, si kwamba mambo yote watu mutakaa mutayasikia kwa shekhe ambaye tumemsumbukia watu wote, si tumemsubua Shekhe Abdul Fadhili, kwa sababu pia mtu mmoja hajawekwa hivyo, umeelewana lakini inawezekana mtu mmoja huyo akimsomesha mtu mwingine, watu wengine wakasoma kwa mtu mwingine, hivyo hivyo, kwa sababu ndo asili ya ya fehmu kama hizi zinavyokuwa. Na kuna wengine watasoma mpaka wataondoka hapa hawajashika kitabu, akasoma mbele ya shekhe, zikawa mtu amekaa miaka mitatu lakini bado kiwango chake atasoma, lakini haijafanya kwamba yeye hajasoma. Tunaelewana si? Kwa hiyo lazima watu katika kusoma wawe wanafuata maelekezo na utaratibu katika namna ya kusoma. Kwa hiyo haya tunayosoma tukilazimishana, wewe chukua kitabu, andika, kwa sababu utakuwa bize kufuatilia. Andika, dhibiti yale tunayosoma, usiyachukulie kwamba ni jambo la mchezo, jambo la kawaida. Na watu wote hapa, labda wale waliokuwa miaka nyuma nyuma, wanajua mimi utaratibu wangu hivi. hizi darasa ninazofanya nini, wale wanaoka darasani ndio ninaosoma nao, mnaelewa si? wala unakaa darasani ndio unasoma nao. Hizi risala mnazo, lakini watu wengi wanakosea hata mambo ya, ya swala. Watu wengi ya swala hawakai katika darasa, akiwa anakosea wanafunzi. Na wajua miaka mitatu mimi nikiwa nakosea kwenye swala hapa tunasoma nao. Lakini pia mtu usifikiri kwamba ukimpa ile risala kusoma ni kitu kidogo, kwa sababu faida unazopata kukaa kwenye darasa kama hivi, hata usomaji wa zile ibara Inawezekana mimi nimepata taabu kufuatilia, wewe hujapata taabu kikao utasoma. Kadhalika hata Sheikh si kuna mambo yanakuwa mepesi. Sio kama na sisi tutakesha kama yeye. Lakini sisi tukija tukikaa, ikisema tunaandika kwenye nakala mwetu ushapata. Kwa hiyo faida pia za, za, za, za kukaa katika darasa hili kusoma kujua zile ibara zinavyosomwa, zile maana zake, kuzitaja, sababu kuna mambo mengine labda yanaingia ya fikhi pia au wewe mtu ukashika tu ukabuka unaweza ukakishika kitu ukasoma ukaona ah istis-habu hukumu ya ukaanza, istis-habu na sahaba, na hii ni lugha ya fiqi. Na kuelezeni hii ni lugha inatumika kwenye fiqi, na na hakika watu wengi ningewauliza kabla ya hapo, msingeniambia maana yake, kwa sababu hii lugha utakuta kwenye vitabu vya fiqi inaelezwa kwenye upande wa nia, istis-habu hukmi katika katika, ndio inapotumika, lakini kwenye akida huwezi kukuta na ikizungumzwa sio kwa maana hiyo, ni maana nyingine. Alikadhalika kwenye mambo mengine. Kwa hiyo nakuta kwenye ibara au wankitau mujibin, maana yake nini? We uoni kwamba lelolelo livyokaa ni nijeni. Yaani mtu akwambia, hapa niambie maana wankitau wan mujibi, ungemwambiaje? Yani ile ibara inatumika kwenye fikhi, kuijua mahala pake. Lakini sasa hivi utakwamba ibara hii inatumika kwenye udhu. Yani hii ibara inatumika kwenye fiqh tena kwenye mambo ya udhu, ibara hii. Kuna faida, unaweza kukaa hapa kule kukaa kwa umakini tu mazi aaya kukaa, enda kutembelea souta ustadi anasomesha akakosea kwenye kusema, wewe uko unacheka darasani, ulipotelea tu hapo ukasikia sasa watu ah, wengine wasomeshe wala hawajui yeah, yeah, na wewe pia umeijua, unakuwa jeuri sasa, lakini wewe mwenyewe wala ufuatilii pia. Hii yote kuonyesha kwamba jambo la kusoma lina fadhila, watu wasipuuze. Umeelewana? jambo la kusoma lina fadhila lakini ajibu katika watu wanaokaa hapa ajibu, lakini nakwambia kwa utaratibu wa hapa markazi, utaratibu utaratibu niliojiwekea kwamba siwezekani, niko hapa pongo afu nimekosa darasa, inatokezea. Sababu hili ndio lilojia, unaweza ukati chakula bado, akija hivyo na ngoja niende. Sababu hili lilojia hili linapatikana darasa siku moja, ukiikosa darasa, ukikaa siku moja hapa ukakosa umkosa jambo kubwa sana. Lakini kuna watu wala watuaishwala neno wenyewe usomeshwa hapa darasa shekhe yakusomesha, zinapita vitabu hivyo watu tunamaliza zile rasaili ndogo ndogo hizi. Haya mambo ya sujudi tutasoma, haya mambo ya adhikari baada ya swala lakini musiwafuate baadhi ya watu wajanja wajanja, wapo hapa wamekaa miaka miwili mitatu. Musiwasikilize watu namna hiyo, kaeni msome, kaeni msome. Na mtu pia, kama unavyosema watu, unaweza ukaokota kitu, tumeelewana, kwenye dimbwi la maji tu, kitu ambacho muda mwingine huwezi kupata kwenye bahari hizi <coughs> zidarsan, tunazungumza hili mawili matatu haya waweza ukapata kitu hapa kikakufaa muda mrefu, lakini ukaishi hapa usisikie, labda siku moja shekhe amekizungumza, kikazungumzwa kwenye darasa kama hizi ambazo ziko chini yake shekhe katika usomeshaji, lakini ukapata. Lakini usipuuzie katika mambo ya kusoma, hilo lidhibitini na mtu ujue kwamba una umuhimu wa kuhudhuria na kudhibiti kile ambacho unakisoma. Haya, tatosha sisi. Tumezungumza sharti, maana yake ni kitu ambacho kukosekana kwake ni kukosekana hicho kilichowekewa sharti, lakini hailazimishi kupatikana kwake lazima lipatikane sharti laz, lazima lipatikane lililowekewa sharti. Tukasema kama udhu, udhu ni sharti la laku... si kwa swala. Kwa hiyo kukosekana kwa udhu ndio kukosekana kwa nini swala, kwa maana swala haiwezi kuswaliwa bila ya udhu, lakini hailazimishi kwamba mtu akiwa na udhu lazima aswali sababu mtu anaweza kutawadha mwenyewe saa sita na nusu akasubiri swala huko ya faradhi. Kwa hiyo kukosekana kwake kunalazimisha ilikosekane lile lilowekiwa sharti, na ailazimishi na, na ailazimishi kupatikana kwake lazima ipatikane kilichowekiwa sharti. <coughs> Naam, tukisema kwamba kustanji sio kufanya istijmari sio kustanji kwa kutumia mawe na mfano wake. Sasa je, kustanji kwa kutumia gunzi mfano kama lile Hindi, mtu amekula lile gunzi, unaweza kustanjia? Naam, naam, si gumu, linaweza likapangusa likatoa uchafu naam, eh, naam linafaa. Kama lile gunzi, wengine waita kigunzi. Tumeelewana? na hili pia swali, tumesema sisi maji ya sabuni mtu anaweza kuondolea najisi, lakini tukasema kwamba baadaye atasuuza, anaiosha ile najisi. Inawezekana ina rangi ile, akaioshea kwa nini? Kwa sabuni. Sawa, tumeelewana si? Alafu nguo mtu si anaisuuza, na tukasema asili yake najisi imefanya nini? Imeondoka ile najisi, ukiangalia. Sawa sisi tunaelezea maji yale yaliyochanganyika na kitu tohara, je, yanaweza kusafisha? Tulichosema sisi katika hukumu, lakini si kwamba mtu akifua ikiondoka, si imeondoka, lakini je hukumu yake nguo ile? Sawa, ndio tukasema kwamba akiiosha kwenye maji mengine, mfano anasuuza, akaiosha kwenye maji sawa au maji masafi. Wewe umeichukua nguo yenye najisi, maji masafi, si kama nguo, mtu anaweza kutia haja ndogo akaona niitie kwenye maji eh? Akaosha akaitoa ile nguo, ile nguo hukumu yake nini eh? Simi imeshasafika si maji masafi. Maji, maji umeyachota labda kwenye bomba au kisimani, umeyatia, ukachukua nguo labda imeingia haja ndogo, ukaitosa, ukaitosa mule, ukaioshaosha, ikamua maji, nguo ile imesafika. Je, safi kisheria, imefanya nini? Haya, na maji umeyatia sabuni ukachanganya changanya, nguo imeingia najisi, mtu imtoka haja ndogo kwenye nguo yake, akaitosa mule kwenye maji akaichukua, akaikamua, akaianika, imesafika aje safika? Haijasafika eh? Kwa nini? Kwa sababu haya maji haya hayawezi kusana nini, lakini hari... kama ya rangi inawezekana mito. Kwa hiyo utatia kwenye maji mengine, sawa, ambayo ni safi, yana jina la maji, sio maji ya sabuni, yana jina la maji utaitosa mule alafu ndio isuuze ile nguo, kwa maana umeitoharisha. Tofauti na baadhi ya watu wanaofanya nguo, mtu anaiosha, anaisuuza vizuri, akianika anaitia udhu, anaimwagia maji mara tatu pale juu. Hilo halipo, hilo halipo. Wapo watu wanafanya hivyo, tumeona sisi hilo, wanaitoharisha nguo. Kwa hiyo sasa, je, kesi ya kwamba mtu imeoshwa nguo ya mtoto mdogo mtoto amejisaidia labda manepi nepi yale yamiosho ikatosa na kanzu yako zikasuuzwa, vipi na, ah, na baadaye nguo zikasuuzwa zikaanikwa, hukumu yake ni hata si maji masafi, isipokuwa siaipendezi sasa pia hivyo iguoi ambo bila shaka zitatangulia nguo hizi. Mwanamke anaruhusiwa kusali akiwa katika siku za hedhi na nifasi? Swali la ajabu umetoka oh, wapi? Nawezekana kweli? Unaishi mbali sana. Yaani, mambo kama haya, labda huyo mwanamke mwenyewe anajua haifai. Wewe hujajua vipi? Mwanamke mwenyewe anajua sababu ni mambo ya, ya yanafahamika mm? Ulazima wake hata wenyewe wanawake wanajua hivyo haifai, wanawake wanajua hivyo haifai. Kwa kifupi, kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam haifai, mtu awezi kusali akiwa katika hedhi au nifasi mpaka atahariki. Hiyo saje, inafaa kwa mwanamume kupaka hina kwenye vidole viwili? Sijui hivyo. ameandika sielewi sababu ni kazi sana kusoma kwenye ikiwa alichoandika je, inauliza je, inafaa kwa mwanamume kupaka hina kwenye vidole vya kucha? Swali limekuaje tena? Tunaona pia watu wanapaka ndevu. Sasa mbona wanazunguka ndevu? Sunna mtu mwenye ndevu nyeupe, lakini zikiwa zimekuwa nyeupe sio na nyeupe yako moja tu unapaka hina. a a, ziwe nyeupe nyingi katika kidevu chako unapaka hina, ni sunna. Ama kupaka kwenye vidole mwanamume ile, sijui na ufuatilie Je, mtu kimtoka upepo akiwa ameshafika katikati kwenye udhu, atarudia? Naam, atarudia udhu wake, atoendelea, atarudia tena. Yaani ukitenguka udhu wakati upo katikati ya kutia udhu. Mtu mwenye tatizo la kutokwa na hadathi muda wote atatia nia gani? vi yafiium ukisoma anasema anatia ni istibaha tu as-sala ukisoma hivi, nia si makusudio, lakini katika sema hapo, nia ya kuhalalishiwa swala. Kwa hiyo istibaha tu stibaha as-salat, nani ameshaikusoma hivi eh? nia istibaha tu unatia nia istibaha tu salati. Nani ashaye kusoma na kusoma vitabu hivi unaweza ukapata hivi, labda kwenye kwenye babu mule ipo, nakumbuka hivyo, na vitabu vingine kusoma vitabu vya kishafi vile na, na, na, na, na, na, istibaha tu salati, kuhalalishiwa swala, nataka kuhalalishiwa swala. Sidhani kama kuna hadithi imekuja kwa sababu nia mtu ni makusudi. Kwani kabla ya hivyo ukitia nia gani? kabla ya hapo kutokana na ile udhu udhu wa kawaida tu ukitia unatia nia gani? Si nia kutawadha, sawa ajili ya swala. Kwa ndivyo hivyo mtu kusali nyumbani kwake, kwa mwanamume hairuhusi mwanamume. Utasali vipi nyumbani? na hadithi imkuja Mtume sallallahu alaihi wasallam tamani kwenda kuchoma moto kwa watu ambao wanasali nyumbani, wanawacha kusali jamaa. Mwanamume atakayeenda msikitini adhana hayya ala sala, bali hata mtu kipofu Abdullah Ibn Umm Maktum radiyallahu anhu hakuruhusiwa kusali nyumbani, wa kusali Mtume, sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa salamu, unatakiwa wewe nenda msikitini ukasali usirudi, kuna ajili nenda msikitini ukasali na mtu kama imepatiwa na dharura, hata kiswali nyumbani anapata ujira kama vile mswali jamaa, kama mpatia na dharura, mwenye kawaida ya kuswali jamaa. Maswali mengine kuja katika ku... darasa nyingine huko mbele inshallah. Tafuta ukitaka kuandika, tafuta karatasi nzuri na uandike, sio unajiokotea tu karatasi.